Karibu tena kwenye chaneli ya Dokta Rafiki. Mimi ni daktari wako Dokta Rafiki. Leo tutaongelea jambo muhimu sana linalogusa afya ya tumbo lako. Tutaongelea kuhusu vidonda vya tumbo. Kama unavyofahamu, vidonda vya tumbo vinaweza kuwa chanzo cha maumivu makali ya tumbo, na moja ya njia bora ya kudhibiti hali hii ni kujua vyakula vipi vya kuepuka ili kuzuia hali hiyo. Hivyo basi, leo tutajadili vyakula unavyopaswa kuepuka unapokuwa na vidonda vya tumbo. Basi ni kuombe ukae mkao kujifunza, kwa sababu ni muhimu sana kwa afya yako. Kabla hatujaanza somo letu ni kuombe dakika chache za kusubscribe chaneli yetu ya Dr. Rafiki kwa masomo zaidi ya afya tunaweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Asante kwa kufanya hivyo na Mungu akubariki. Okay, vidonda vya tumbo ni michubuko au vidonda vinavyotokea kwenye ukuta wa tumbo au sehemu ya utumbo mdogo. Sababu kuu ya vidonda hivi ni maambukizi ya bakteria aina ya Helicobacter pylori na matumizi ya muda mrefu ya dawa za kutuliza maumivu yaani NSAID. Hata hivyo Baadhi ya vyakula vinaweza kuzidisha tatizo la vidonda vya tumbo kwa kuongeza uzalishaji wa asidi nyingi tumboni, jambo linaloweza kuwa hatari kwa vidonda. Sasa hebu tuangalie baadhi ya vyakula unavyopaswa kuepuka unapokuwa na tatizo la vidonda vya tumbo. Namba moja ni vyakula vyakula vyenye vyenye asidi asidi nyingi. Asidi nyingi, mfano machungwa, limao na maziwa mtindi vinaweza kuanzisha au kuzidisha maumivu kwenye vidonda vya tumbo. Asidi hizi zinaweza kuchochea utengenezaji wa tendikali kwenye tumbo, jambo ambalo linaweza kuwa hatari kwa vidonda. Hivyo ni vyema kuepuka vyakula vyenye asidi nyingi kwa wagonjwa wenye vidonda vya tumbo namba mbili ni vyakula vyenye mafuta mengi. Vyakula vyenye mafuta mengi mfano chipsi vinaweza kuongeza uchochezi tumboni na kuzidisha maumivu kwa watu wenye vidonda vya tumbo. Mafuta haya huchukua muda mrefu kuyeyushwa na kufyonzwa na hivyo huongeza mzigo kwenye mfumo mmeng'enyo wa chakula Hali hii inaongeza uzalishaji wa asidi nyingi tumboni ambayo inaweza kuchochea michubuko zaidi kwenye ukuta wa tumbo na kuzidisha vidonda hivyo. Vyakula hivi vinaweza kuchelewesha uponyaji na kuongeza maumivu. Namba tatu ni vinywaji vyenye kafeini. Vinywaji kama kahawa, chai yenye viungo vikali na vinywaji vingine vyenye kafeini ni miongoni mwa vinywaji vinavyoweza kuongeza asidi kwenye tumbo. Hii inaweza kuathiri hali ya vidonda vya tumbo, na hivyo ni muhimu kupunguza matumizi ya vinywaji hivi. Namba nne ni vyakula vyenye viungo vikali. Vyakula vyenye viungo vikali, mfano pilipili, vinaweza kuchochea maumivu kwenye tumbo na kuzidisha hali ya vidonda vya tumbo. Hivyo, epuka vyakula vyenye pilipili au viungo vikali kwani vinaongeza uzalishaji wa asidi, jambo ambalo ni hatari kwenye vidonda vya tumbo. Namba tano ni pombe. Pombe ni moja ya vinywaji vinavyoweza kuzidisha maumivu ya vidonda vya tumbo. Inachochea uzalishaji wa asidi nyingi tumboni na pia inaharibu ukuta wa tumbo, hivyo huongeza maumivu. Kwa hiyo ni bora kuepuka pombe ili kupunguza uzalishaji wa asidi na kusaidia katika uponaji wa vidonda. Asante sana kwa kuchukua muda wako kunisikiliza. Kama una na vidonda vya tumbo, hakikisha umeepuka vyakula nilivyokuelezea ili usiongeze tatizo. Katika video inayofuata, tutaelezea vyakula bora, vyakula ukiwa na vidonda vya tumbo ili kusaidia kupona haraka.